kabisa. Yaani katika wajinga wewe ni mjinga namba moja. Wewe ni kiongozi wa wajinga. Hello? Babe? Babe? Aha, Mama Junior, ni wewe kweli au unaota? <sighs> Tuochene nayo bwana, mmewanguama milioni mbili hivi. Milioni mbili? Mke wangu, una uhakika hiyo gari ipo vizuri na umeikagua? Nimeikagua ni nzuri sana. Basi sawa, nimekuelewa. Basi hapa, acha nimwagize manyuka aje hapo muikague tena vizuri, then mwinunue. Manyuka yaani? We kila kitu manyuka, kila kitu nitakachokwambia mimi unamshikisha manyuka. Kwa hiyo na maana mimi sina maana kwako, si ndio kai? Na uniamini mimi, si ndio hivyo? A -a -a, basi basi, Mama Junior naomba nisamehe sana, mimi ndo mkosefu ni vile tu nilikuwa najali masuala ya kampuni, si unajua, sasa hivi mjini matapeli ni wengi sana. Kwa hiyo usijali, nitakutumia milioni mbili sasa hivi, mke wangu. Haya, sawa. Uhakikisha unanitumia na ya kutolea. Sawa, usijali, nitakutumia milioni mbili na nusu. Haya.

Sasa mke wangu, hebu naomba unyoshe maelezo ili kuaje, kuaje, kuaje mpaka ukatapeliwa hizo pesa. Maneno, niambia sijakuelewa vizuri bado. Mama Junior, mimi nilikwambia mjini kuna watapeli wengi, kwa makini na pesa mke wangu. Sawa, mimi mzembe, sawa sawa, kila kitu mimi ndo nimekosea sawa, mimi ndo nimetapeliwa sawa, mimi ndo mpumbavu. Sasa kwa hiyo kosa langu ni kukuuliza tu. Unaona sasa kilichotokea mke wangu Ushatapeliwa siboto, ngeenda na manyuka yote asingetokea. Unaona, kila kitu manyuka, kila kitu manyuka. Kwa mimi ni amba jojote, mtu ambaye siwezi kufanya chochote mpaka mtu kutapeliwa tu, leo kidogo naweza kunilaumu. So, basi dori basi dori, naomba nisamehe, mimi ndio mkosefu kwa sababu nimekuruhusu uende mwenye ufanye hiyo biashara mke wangu. Yani kwa hapa tulipofikia maji yashamwagika hayazoleki. Embo, geuka basi tuongee vizuri mke wangu wa Mama Junior, niangalie basi mke wangu wa mke wangu wa please pesa wala asikuumize kichwa. Pesa zimeshapotea, utatafuta zingine, lakini sipo tayari kupoteza penzi lako, Mama Junior. Nakupenda sana. Kwenye hili mimi ndo mkosefu na nipo tayari kupokea adhabu yoyote ile kutoka kwako, lakini sio kunyima tendo la ndoa. Vipi tunaweza kujadili ndoa yetu? Unaongea yote kwa sababu nimekusemea kwa mama? Hapana, sio hivyo. Naongea yangu ya moyoni, mke wangu. Nipo kwenye feelings kwa hiyo naomba usinielewe vibaya. Nimekumisi sana mke wangu, na nikumbuka mara ya mwisho mimi nawe kuinteract, sijui zile moments zilikuaje. Na nakusema kweli, nimezimisi sana vipi. Kwani wewe unyenimisi kwa upande wako? Hivi huyu mwanaume ni wa design ya yeah. Kila ninavyomkosea bado tu anajitahidi kunisamehe yes. hivi kwa nini namkosea huyu mwanaume? Mbona ananipenda sana? Nakosa nini mimi? Dori jamani, mbona hurespondi chochote wangu. Mdogo wangu mimi niko sawa hey. Asante mdogo wangu nakupenda. au na naumwa? Hapana mdogo wangu mimi si umwi ubinkomikeba

Una changamoto gani? Mbona unalia? Kumbuka eh? Basi shida ni nini sasa? Ukikaa kimya hivyo kuongei, nitakusaidia vipi? Au unaumwa? Hapana bos, mi siumwi. Sasa Junior. Junior nenananukachea ku ena niambie, una shida gani? Au mama Junior amekukosea? Sasa changamoto ni nini, bosi? Nimeishi na nini kwa muda mrefu sana nawe, na familia yako mmekuwa mkinichukulia mimi kama ni moja ya maisha yenu huko ndani, lakini maumivu ninayopitia niu kwa wakati huu ni makubwa sana kuliko hata umri wangu, na siwezi kuyavumilia. A, mimi nikwambia naomba unipe tiketi hizo tu nirudi kijijini. Zawadi, urudi kijijini kivipi? Yani, yani Zawadi umekuwa mwazi, mambo gani unayapitia? Samahani, boss, kwani nitakaenda kukuambia, lakini mimi hapa kuna kijana nampenda na najua kuwa naye pia ananipenda kwa dhati, lakini familia yake hainihitaji, inaniambia mimi ni maskini, sina hadhi ya kuwa na mtoto wao. Kutokana na kazi yangu nayofanyaaakua na ki hatarizki inayoipata mi haitoshelezi kulisha familia. Ingilia kati Mungu, e Baba e. Mana wendo nguzo yangu, pole hmm, sana kwa changamoto naweipitia Zawadi, lakini hiyo sio sababu ya wewe kurudi kijijini. Siwezi kuruhusu hiyo jambo litokee kwa sababu upendo ni wa watu wawili tu na sio familia nzima, kwa hiyo sidhani kama hiyo ni sababu ya wewe kurudi kijijini. Naomba uwe mvumilivu, ntakusaidia kwenye hili. Ni bora nirudi kijijini bosi, maana nikiendelea kukaa hapa, moyo wangu ndo utazidi kuvunjika vipande vipande, kwa sababu nitakuwa namuona kila siku na wakati familia yake inahitaji bosi. Mwenipe tulikizo, mimi nirudi kijijini. Hapana Zawadi, uwezi kuondoka kama utojali unaweza kunipatia namba ya huyo mtu hivi? Tasha, mbona sikuelewi kabisa?

somo linalofunza wengi. Hapana, sina shida yoyote ile, nipo sawa tu. Sasa kwa nini unipi? Mwanamke na mwanaume mnapendana, mnalala kitanda kimoja na mfanyi kitu chochote kile, shida nini? Kuna watu analia wanatisana mapenzi, wengine wanafurahia furahia, wanainjoi mapenzi. Nambo, unisikilize na unielewe, siku zote mbwa asiyefunzwa akiona kipande cha nyama chini atakitamani na atakila kwa kukifakamia, lakini mbwa ambaye amefunzwa na ana maadili ya kutosha, hata akiona kipande cha nyama kipo chini na ana njaa ya kufa, hato thubutu kwenda kula kile kipande cha nyama. Unamaanisha nini? Mimi katika maisha yangu na namna ambavyo nimelelewa, zinaa ni kitu kibaya sana, na hata mimi binafsi yangu tu siwezi kuikaribia zinaa hata mara moja. Na hata kitendo cha wewe kuja kulala hapa katika kitanda changu ni kwa sababu mama amelazimisha lakini kama mama asingelazimisha, ingekuwa ni kwa matakwa yangu tu. Mimi mwenyewe binafsi kamwe nisingekubali mimi na wewe kulala katika kitanda kimoja. Alafu hilo tendo ambalo unalihitaji wewe ni tendo ambalo hufanywa katika ndoa. Na unafahamu Kimu, katika dunia yetu hii ya leo Maradhi ni mengi sasa. Inakuwaje kama tukifanya leo hii mimi na wewe, wakati bado tupo kwenye ndoa tukapeana maradhi inakuwaje? Kwa hiyo mimi nina maradhi si ndio? Ukishiriki tena na mimi nitakupa maradhi si ndio? Mimi sijamaanisha hivyo, mitafsiri vibaya. Tafadhali usilie. Nisikilize kwa makini. Naomba tafadhali. Usinunie tafadhali, unisikilize eh, Zawadi wewe. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>